Kwa sababu chama ni taasisi, lakini ni taasisi ambayo iko kisheria na, na iko specific. Kwanza ina katiba yake, katiba inasema hivi, ina mwongozo, ina kanuni. Utakutana na taasisi zingine hazina katiba, hazina kanuni, viongozi wenyewe wanateuana, sio wa kuchaguliwa. We mwanachama una haki yoyote? We mwanachama kazi yako ni kusikiliza tu, we ni mjumbe, ndio. Jamani wasanii tusitumike ovyo, jitahidini kuingia kwenye taasisi iliyokuwa rasmi, taasisi vyama vya kitasinia vyama vya kitasinia, kitasinia. ambavyo mwamvuli wake mkubwa viko chini ya shirikisho. Shirikisho ni mwamvuli mkubwa sana na watu, ukiangalia mtiririko utatoka wizara, ukishatoka wizara tutakuja bodi, bodi bodi ya ya filamu, filamu utakuja shirikisho, ndo nakuja kwenye chama chama taifa, kuna vyama vingine, unakuja chama mkoa, chama wilaya. Sasa yote ni mtiririko, angalia kulivyo, kuna ngazi ambazo zinazoeleweka. Sasa utakuwa kwenye mtiririko huo, wewe unataka kwenda wapi? unataka usaidiweje? Jamani, kweli mtupu ni kwamba jiungeni kwenye vyama, vyama vya kitasnia vitakusababisha wewe upige hatua, utoke hatua moja uende hatua ya pili na wewe utaoji, utasaidiwa. Utaoji hiki mbona kiendi. Sawa, una uweze kuoji kwa kutukia kwenye chama. Uwezi kuoji ukiwa huko peke yako, uwezi kuoji ukiwa na kampuni yako wenyewe binafsi. Utaoji, lakini serikali inasikiliza watu waliokaa pamoja. Tukikaa pamoja ndani ya chama, ndani ya vyama, ndani ya shirikisho, tunaweza kuongea lugha moja, tukaongea vitu ambavyo vinavyoeleweka, na watu watatusikiliza. Na hata ukiangalia tunasikilizwa. Serikali inapenda kusikiliza watu waliokuwa wamoja. Jiungeni kwenye vyama, usikae mbali na chama chako. Tasnia inakutegemea. Chama ni wewe na, na wewe ni chama. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kasababisha chama kikasonga mbele zaidi yako wewe. Jamani, ukweli mtupu ni kwamba hatuingii kwenye vyama, tunavisema huko pembeni, sio sawa. Chama ni cha kwako wewe, wewe wewe, msanii wewe, mwongozaji wewe editor, wewe mwenye ambaye uko ndani ya tasnia ya filamu. Chama ni cha kwako wewe, wewe unatakiwa usimamie, usikae pembeni ukasema watafanya, au usikae pembeni kama ni chama cha watu fulani, usikae pembeni, shirikisho la watu fulani. Shirikisho ni la kwako wewe, shirikisho, chama ni cha kwako wewe. Jiunge kwenye chama, usikae pembeni alafu kaanza kusema pembeni kwamba siuhi sio hatuvali, anajipendelea, si fanya nini. Aa, ingia ndani halafu toa maoni yako, halafu simamie kile ambacho unachokiamini. No, nimemaliza.